Utangulizi. Sofia alijaribu kutoroka umaarufu usio na furaha, lakini umaarufu, kama kivuli, hawachi. Katika sehemu hii ya mwisho tunagusa ukweli mzito. Je, mtoto wa YouTube aliokolewa au aliuzwa tena kwa jina la content? Scene 1. Video iliyovuja tena. Kanda mpya ilivuja mtandaoni Sofia alikuwa chumbani amekaa sakafuni, alikuwa akilia. Kamera haikuzimwa. Nimechoka, nimesamehe, lakini siwezi kuishi hivi. Mama yake alijaribu kuifuta, lakini tayari mashabiki milioni moja walikuwa wameiona. Scene two: msaada toka kwa wananchi. Mwanasheria mmoja maarufu alionekana kwenye TV. Huyu ni mtoto, anahitaji sheria, si kamera. Tutampigania hadi mwisho. Wafuasi walichanga pesa za msaada, hashtag ikazaliwa, hashtag free Sofia now. Scene three. Mama anakamatwa. Saa tatu usiku, polisi walifika nyumbani. Mama yake alikamatwa akipinga kwa nguvu. "Mtoto huyu ni mali yangu, mimi ndiye nilimjenga." Sofia alikaa kimya mikononi mwa bibi yake, kwa mara ya kwanza akiwa salama. Scene 4: mahojiano ya kwanza ya Sofia. Miezi miwili baadaye, Sofia alizungumza kwenye TV. Alionekana mtulivu, lakini macho yalimwaga huzuni. Sikuwa na uhuru, nilicheka kwa lazima nilipoteza utoto wangu kwa ajili ya watu waliotaka views. Aliongeza mtoto mwingine yoyote anayepikia haya, najua maumivu yako. Usiogope kusema ukweli. Scene 5. Sheria mpya ya watoto. Sheria mpya ya kimataifa ilipitishwa: watoto chini ya miaka 13 wasifanyiwe content bila idhini ya kisheria Asilimia hamsini ya mapato ya content yawe kwenye jina la mtoto. Mtaalamu wa saikolojia awepo kwenye kila project ya watoto. Sheria hiyo iliitwa Sofia Act, sheria ya kuwalinda watoto wa mtandaoni. Sini ya mwisho. Sofia anaamka. Sofia sasa anaishi kwa bibi yake. Hakuna kamera, hakuna YouTube hakuna presha, ameandikishwa shule, anafurahia maisha mapya. Siku moja akaandika kwenye daftari lake, sasa anajifunza tena kuwa mtoto, na kwa mara ya kwanza najua maana ya furaha. Mwisho, lakini ujumbe unaendelea. Je, tunapenda content kuliko utuu? Watoto hawa ni wa familia si wa YouTube. Binti ya kichawi. Hadithi ya mapepo, siri na damu.